Kuhusu ubora wa ufaulu waliopata Divisi 1 mpaka 3 wameongezeka na kufikia laki mbili hamsini na tano elfu mia nne arobaini na nne sawa na asilimia 46.1, ambapo Divisi 1 ziko elfu hamsini na sita mia nne na kumi, Divisi 2 elfu themanini na nne mia tisa tisini na sita na Divisi 3 laki moja kumi na tatu elfu mia tisa tisini na tano. Kuhusu ufaulu kwa jinsi, kati ya watahiniwa laki tano ishirini na sita elfu mia sita na ishirini waliofaulu wasichana ni laki mbili sabini na nane elfu mia moja na nane sawa na asilimia 94.3 ya waliofanya, na wavulana ni laki mbili arobaini elfu mia tano kumi na mbili sawa na asilimia 95.8 ya waliofanya. Aidha, kati ya waliofaulu wasichana ni asilimia 53 na wavulana ni asilimia 47. Kwa kuangalia ubora wa ufaulu ambapo tunazingatia waliopata Division 1 2 na 3 wavulana ni laki moja thelathini na tano elfu mia sita sabini na sita sawa na asilimia 52.3 ya waliofanya na wasichana ni laki moja kumi na tisa elfu mia saba ishirini na nane sawa na asilimia arobaini, nukta tano nane ya waliofanya. Kati ya watahiniwa wote laki mbili na hamsini na tano mia nne na nne waliopata division one, two na three wavulana ni asilimia hamsini na tatu na wasichana ni asilimia arobaini na saba Hivyo wasichana wamefaulu wengi zaidi kwa asilimia sita kuliko wavulana, na wavulana wamefaulu vizuri zaidi kwa asilimia sita kuliko wasichana. Baraza limezuia kutoa matokeo ya watainiwa 435 ambao walipata matatizo ya kiafya na kushindwa kufanya mtihani kwa masomo yote au idadi kubwa ya masomo watainiwa. Watainiwa hao sasa wamepewa fursa ya kufanya mtihani kwa masomo ambayo hawakuyafanya kwa sababu ya ugonjwa wa mwaka 26, kwa mujibu wa kifungu cha 32 kifungu kidogo cha kwanza cha kanuni za mitihani mitihani. Ndugu waandishi wa habari, baraza la mitihani limefuta matokeo ya wanafunzi 77 30 wa shule na 47 watahiniwa kujitegemea ambao walifanya udanganyifu na wanafunzi wawili walioandika matusi kwenye karatasi zao za majibu kwa mujibu wa kifungu cha tano kifungu kidogo cha pili ai na j cha sheria baraza la mitihani sura 107 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha pili, b cha kanuni za mitihani za mwaka 2016.